Ndugu mpenzi mtazamaji wa Dollywood Studios, karibu sana katika kipindi chako pendwa cha Scene to Scene, na siku ya leo kama ilivyo ada, na mimi mtangazaji wako Steven Skuliani Mongosi, lakini sambamba niko na au eban. Mpenzi mtazamaji, leo tumepata mgeni katika studio zetu za Dollywood, mgeni mzito, mzito katika mkoa huu, si mchukulie no. kitaratibu <laughs> karibu sana Asante, karibu sana. E, ndugu mpenzi mtazamaji, hapa tunaye mgeni ambaye yeye ni mtu mkubwa sana hapa jijini Dodoma. E, unapozungumzia chama cha, cha filamu, e, unapozungumzia unapozungumzia TDFAA manake unamzungumzia yeye kwa sababu yeye ni makamu, makamu mwenyekiti. Yeah. E, basi karibu ujitambulishe wa kufahamu kwa majina mwenyekiti wa wa, majina. Asante sana. Okay. Mimi naitwa Wema Sehaba, ni makamu mwenyekiti wa wa TDFA, au TDFAA. Mkoa wa Dodoma. Naam, karibu sana kwenye studio zetu na ujisikie huko nyumbani. Asante sana. Jisikia uko Naam, ah, sisi tulikuwa tuna mambo kadhaa ambayo tulikuwa tunahitaji kuzungumza na wewe siku ya leo. Unajua kuna project itafanyika hapa inaitwa Chono Wina, si ndio? na tunaambiwa kwamba ulishiriki kwenye baadhi ya activity mwanzo kabisa wa uandaji wa kazi hii, una lipi la kuzungumzia wewe kama wewe? Asante sana. Kwanza naizungumzia Chomowina kwa upana zaidi, kwa ni filamu ambayo inakuja kuibua vipaji, inakuja kuibua vipaji kwao, tutakuwa na wasanii wazuri na wasanii wakubwa, kwenda watajulikana Tanzania nzima mpaka nje ya nchi, kwa sababu kwanza filamu hiyo ina maudhui ya Kiafrika. E, haina maudhui mabaya, ina maudhui mazuri ya Kiafrika, inaelimisha na inaleta maana kwa hata mtu anapoitazama kwayo inampa maana ya kuitazama kwamba hii kweli ni filamu ambayo inafaa kutazama watoto wakubwa na watu wote. Okay, kabla tujafika mbali, mimi ninipenda kwa faida ya watazamaji ambao wapo nje ya mkoa wa Dodoma hawajui neno chonoina, chonoina ina maana gani? Kwa sababu mimi binafsi <laughs> nimetoka kaskazini, sijui chonoina, chonoina kwa Kiswahili ina maana gani? chonoina ni neno la asili ya mkoa wa Dodoma. hmm. Ehe, kwa mtu yoyote mwenye asili ya mkoa huu wa Dodoma, ukimtajia neno chonowina mwelewa, kisha sema chonowina, anakuwa kishelewa maana yake. Lakini chonowina maana yake ni ulichonacho, ulichonacho, e, ulichonacho e, maana ya neno chonowina. Naam, mheshimiwa mwenyekiti, ni lini sasa tunaanza rasmi kazi? Tutaanza kazi tarehe moja mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo tunatoa rai wakina mama, wanawake, vijana wajitokeze katika interview ya siku hiyo, kwanzia tarehe moja tutakuwa na interview. Okay. Iyo wanaume mnaokataza wake zenu kuja huku mwanusu, jamani, waji wapate chaneli waji watimize ndoto zao. Chono wina ipo kwa ajili ya watu wote kwa watu wote mnakaribishwa, kila mwenye kipaji atangue kwamba chonowina ni halali yake. Asante. Naam, mpenzi mtazamaji wa Dollywood Studio, nipende kuchukua fursa hii kuambia kwamba usisahau kusubscribe shout yetu ya YouTube na sio tu YouTube peke yake, mtu follow katika Instagram eh, Facebook.

Amana yamatisha amana pezi, mtazamaji wa mweta, falika, usikose interview ambayo itafanyika tarehe moja. Usikose na wala usije ukatulau kabisa, tarehe moja mwezi wa tano mwaka elfu mbili ishirini na tano wote mnakaribishwa.